Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana, ujisikie huru kusikiliza na kufuatilia kipindi chako cha Mkate wa Leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo, na leo tunakutana na muujiza mwingine, nao unapatikana katika Injili kama alivyoiandika Mathayo Mtakatifu, sura ya kumi na tano kuanzia mstari wa ishirini na moja. Hapa tunakuta Yesu anakutana na mwanamke mmoja. Hebu tusome tuone. Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Atazama, mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema Unirehemu, Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa nyum ila wa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo ya angukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Amen. Pendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV, asante kwa kuwa uko pamoja nami, nami ninaamini uwepo wako pamoja nami utakusaidia sana. Usiache kufuatilia. Uh, hapa tunakutana na kisa kimoja. Yesu ametoka nje, Biblia anasema akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, maana yake nje ya Israeli. Akaenda huko, Biblia haisemi alienda kufanya nini, lakini labda kwa ajili ya kumsaidia huyu mama. Sasa alipofika kule akakutana na mwanamke mkana naye wa mpaka ile au wa nchi ile. Ehe, yule mama akampazia sauti akamwambia, unirehemu Bwana mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na pepo sana, kwa hiyo tafadhali. Yesu hakujibu neno, migena nasema akanyamaza. Baadaye wanafunzi wake wakamfuata yes, wakasema anapiga kelele nyuma yetu. Mwambie aondoke. Yesu akasema mimi sikutumwa ila kwenye nyumba ya kwa kondoo wa nyumba ya Israeli. Maana yake anawaambia jamani, huyu mama sijui anatoka wapi, lakini mimi sikutumwa kwao, lakini nilitumwa kwa Waisraeli. Sasa yule mama akazidi tena kumwomba, akamjibia anasema <laughs> Akasogea aka akamsujudia, hmm? aka akamsujudia akamsii sana Yesu, maana yake akamsii sana akamsujudia Bwana, akasema tafadhali unisaidie, binti yangu amepagawa na pepo, najua unaweza kumsaidia. Ndipo Yesu akajibu aka akasema si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa, eh, sio vizuri. Basi yule mama hakukata tamaa, kaja mara ya tatu. Kumbuka mara ya kwanza Yesu hakumjibu, mara ya pili Yesu anamwambia si vizuri weo, sisi kitwaa chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Hapa tafsiri yake ni kwamba anamwambia si vema, hii injili haiwahusu nyinyi, nawahusu Waisraeli, hicho anachomwambia. Kwa hiyo sio vema kitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Lakini mama yule akaja tena akamwambia, akasogea tena akamsii sana, akasema ndiyo, najua unachosema lakini mimi nachojua, hata mbwa hula yale makombo yanayoanguka kwenye meza za bwana zao. Mimi nipe tu makombo. Kwa lugha nyingine, anamwambia mimi nipe tu hata makombo yale ambayo Waisraeli wanayaangusha, nipe. Ndipo Yesu akasema, jamani, we mama, bwana una imani kubwa hivi! Mama, imani yako ni kubwa sasa iwe kama utamani iwe kwako kama unavyotaka. Bibi anasema binti yake akapona tangu saa ile, saa ile ile binti yake akapona, akawa mzima. Maajabu poipo akamtoka binti yake akabaki mzima. kitu gani tunapata katika habari hii? Tunachopata hapa ni kwamba ee, si ache kumng'ang'ania Yesu, siache kumng'ang'ania Yesu. huyu mama kama asingelimng'ang'ania Yesu, huyu mama asinge binti yake asinge pole. Lakini kwa sababu alimng'ang'ania Yesu kwa imani kwamba Yesu anaweza kumsaidia, agila kwamba mimi sio Mwisraeli, lakini anaweza kumsaidia, basi hiyo ilimpa kupona kwa binti yake. Na wewe usiache kung'ang'ania Yesu. Yesu huyo alienda mara tatu, anamwambia mara tatu, mara kwanza alipiga mazia, baadaye akamwambia sio vizuri, lakini akang'ang'ana we mama, na binti yake akapona. Na wewe mwangana, ng'ang'ana, ng'ang'ana ninakwambia ng'ang'ana, ng'ang'ana tashangaa, ng'ang'ana kwa Yesu tashangaa, ng'ang'ania Yesu taata kushangaza lakini e, jambo la mwisho ni kwamba kama Yesu alivuka mipaka hii, ni alama kwamba hata sisi ambao sio wa Israeli tunaweza kuhudumiwa na yeye. Kitu muhimu tungaa kwamba kwa hata sisi ambao sio wa Israeli tunaweza kupata e, neema. Mungu wa mbinguni akusaidie, akubariki sana, na nikutakie kila lenye heri. Tukutane tena kipindi kijacho, endelea kufuatilia na utapata baraka na ufahamu mkubwa sana katika maisha yako, katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, barikiwe sana.